picha inayopamba ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Mtanzania inamwonyesha aliyekuwa waziri wa fedha Basil Mramba akicheta jambo na wakili wake Peter Swai baada ya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu eh, kumhukumu kwenda jela miaka mitatu hapo jana. Nyuma yake ni aliyekuwa waziri wa nishati na madini Daniel Yona ambaye pia amekumbwa na adhabu hiyo. Eh, ukawa wa susa bunge linaandika eh, gazeti hili la Mtanzania katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti la Majira lenyewe li linaandika, Mramba, Yona wafungwa jela, wahukumiwa miaka mitatu, faini ya milioni tano, wasomewa mashtaka kumi na moja. Vilio vya tawala, mgonjwa hana hatia, mahakama ya mwachia zek uh, yataja majimbo ya uchaguzi Zanzibar. Ukawa waaga bungeni sasa kueleza ukweli wa kilichotokea nchi nzima. Bunge lapitisha miswada mitatu. Hilo ni majira katika ukurasa wake wa mbele. Tukiachana na majira, tugeukia nipashe ambalo linaandika pia habari, ndio hiyo kubwa, kuhusiana na mramba um, na yona jela miaka mitatu urais CCM sasa, mia moja na ishirini za presha. E, hilo ni gazeti la nipashe katika ukurasa wake wa mbele. E, habari leo pia ni habari ile ile kuhusiana na Mramba naiona kutupwa jela wezi mfuko wa mafuta gesi kuozea jela kufilisiwa. Wabunge wapitisha miswada ya subiri baraka za Rais Mkurunziza uh, kotini Arusha, linaandika gazeti la Habari Leo. Uh, The Guardian nalo linaandika kuhusiana na habari hiyo ya Mramba na Daniel Jonah, uh, kufungwa jela miaka mitatu uh, hali kadhalika uh, gazeti la Daily News kwa upande wake linaandika uh, kura nchini uh, Burundi kufanyika Julai thelathini yairishwa hadi Julai thelathini pia. Mramba Yona uh, fungwa jela miaka mitatu na kumi na nne E, katika wasubiri hukumu e, ya kifo e, kuhusiana na mauaji ya albino ilio ni gazeti la Daily News katika ukurasa wake mbele. Tugeukie kurasa za michezo na burudani e, Azam Yanga zajiendelea kujaza viti e, kwa ajili ya mashindano ya Kagame elfu mbili na kumi na e, tano. Kwa upande wake The Guardian linaandika e, Uh, striker wa Simba Emmanuel Okwi uh, kwenda Denmark kwa majaribio. Na pia Boko pia ajiandaa kwa ajili ya majaribio uh, nchini Afrika Kusini kuchezea klabu ya Free State Stars. Habari leo lenyewe linaandika Okwi apelekwa Denmark Yanga, yageukia polisi. Uh, Nipashe uh, linaandika uh, Blatter ajifungia ndani rushwa FIFA. Majira linaandika Simba waanza kujinoa Lushoto. Yanga uso kwa uso na KMKM kesho, mkwasa ataka mechi za kimataifa Stars. na Mtanzania um, alinaandika kiungo Simba ashtakiwa kwa wizi. E, wanaotaka kunifilisi wajipange asema JD. E, kwa ufupi hizo ndizo dondoo za magazetini kwa leo. Uh, Flora Mwano.